Mbegu ya parachichi imekuwa maarufu sana katika ufanisi wake katika kutibu pressure ya kupanda pamoja na complication zake kama moyo kutanuka, lakini inafanya vizuri sana kwenye vidonda vya tumbo, shida za acid, lakini pia ni nzuri sana kwenye kuongeza wingi wa damu, kwa maana inapatia madini ya chuma ya kutosha. Ina faida nyingi sana ambazo uh, watu tayari wameshaanza kuzi experience lakini bado hatuna tafiti nyingi ambazo zinatuonesha upana wa faida za matumizi ya mbegu ya parachichi. Sasa kwa hizi faida chache ambazo tunazo, unawezaje ukatumia mbegu ya parachichi ukapata faida hizo? Kitu cha kwanza, fahamu kwamba e, faida au madini na virutubisho vingi vya parachichi vipo kwenye mbegu yake. Zaidi ya asilimia sabini ya faida zote ambazo unaweza kuzipata kwa kula parachichi utazipata kwenye mbegu yake. Kwa kula mbegu, ukila parachichi ukatupa mbegu, unakuwa umetupa kitu cha thamani na umekula sehemu kidogo sana ya faida na unaweza ukatumia mbegu ya parachichi kwa kui, kwa kuitumia mbegu ya parachichi kiwa fresh kwa maana kwamba unaweza ukaigrate au ukaisaga ukapata ile kama paste alafu ukachanganya kwenye maji ya moto kwenye kikombe. Lakini namna bora zaidi ambayo unaweza ukafanya, ambayo inaweza kukupatia matumizi ya muda mrefu na ukaweza kuitunza kirahisi, kwa kutengeneza unga wake kwa ngua Uh, kama unavyokuangua karoti kama una grate alafu, unaanika kwenye kivuli, usianike juani, unapunguza baadhi ya virutubisho, kwa unaanika kwenye kivuli. Baada ya siku nne mpaka tano inakuwa tayari imekauka, alafu unaweza ukaisaga ukapata ule unga wake. Basi unaweza ukautuza sasa kwenye container na ukaweza kuitumia kidogo kidogo. Sasa kama unataka kutumia uh, mbegu ya parachichi kama uh, kama tiba, kwa mfano labda unataka kutibu pressure, unatumia kijiko kimoja cha chakula cha ule unga ambao umeupata, kimoja unachanganya kwenye maji ya moto mara tatu asubuhi, mchana, jioni. Bora zaidi nakua ni kabla ya kula utapata faida nzuri, pressure itakuwa inashuka vizuri, na pia kama moyo umeanza kutanuka utaanza kukaa vizuri. Na vile vile kwa wale ambao wana, unatumia kwa ajili ya vidonda vya tumbo acid, ni vizuri ukaanza na dozi kidogo, kwa sababu kuna wengine ambao huwa wanapata kama reaction, tumbo linauma sana uh. Kwa hiyo unaweza ukatumia kidogo kidogo, unaanza labda na eh, kijiko kidogo kile cha chai, unaanza hivyo asubuhi, mchana na jioni, au asubuhi na jioni halafu una, kama haikusumbui unaongeza, inakuwa vijiko viwili. Uh, kama haikusumbui una unapata unafika pale kwenye uh, vijiko vi tatu vya chakula vya chai ambao ni sawa sawa na kijiko kimoja cha chakula, kwa unafanya hivyo mpaka utakapopona. Na kwa wengine ambao huwa tunatumia tu kwa ajili ya uh, kama chai, kwa sababu ni nzuri sana mimi, pia binafsi naitumia kama majani ya chai ya kawaida. Uh, kwa unatumia kile kijiko cha chai kimoja kwa unavyotaka, inaweza ikawa ni asubuhi ya peke yake, asubuhi na jioni. Unapata faida nyingi sana, ambazo uh, mwili wako unahitaji. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafanya, na kama hauwezi kutengeneza kwa sababu moja au nyingine, unaweza kuwasiliana na mimi nikakupatia ambazo tayari nimesha zitengeneza. Lakini yote katika yote, usitupe mbegu ya parachichi, itunze, zitengeneze vizuri, zihifadhi kama unga, itakusaidia sana. Lakini vile vile unaweza uka, ukatunza hata kwenye Uh, unaweza ukaweka kwenye unga wa lishe, inaweza kawa ni unga wa lishe wa matumizi ya nyumbani kama ugali, au unga wa lishe kwenye uji wa mtoto. Ni nzuri sana, inaweza kumsaidia mtoto kupata madini mengi ambayo anayahitaji. Uh, mimi naitwa Dr Nature. Mungu akubariki sana.